Je, yeah, inawezekana kwa mwili wa binadamu kubaki usioharibika miaka mingi baada ya kifo? Katika historia, kuna watu waliokufa karne nyingi zilizopita, lakini miili yao imeendelea kubaki bila kuoza, hali inayozua mshangao, hofu na maswali mengi sana. Wengine wanahusisha hili na maajabu ya kidini, huku sayansi ikijaribu kutoa maelezo ya kisayansi, lakini bado ukweli haujapatikana hadi hivi leo. Katika makala hii, tutazungumzia watu waliovutia ulimwengu kwa miili yao isiyoharibika kutoka kwa watakatifu wa Kanisa Katoliki hadi viongozi wa kidini wa Kibudha. Je, hii ni kazi ya nguvu za kiroho au kuna siri ya kihistoria na kisayansi nyuma ya hili? Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu uchunguzi nami simulizi hii ya ajabu sana. Mtu wa kwanza ni mtakatifu Bernard Subu. Bernard alizaliwa mnamo mwaka 1844 katika kijiji cha Lod nchini Ufaransa. Mnamo mwaka wa 1858, na alipokuwa na umri wa miaka 14, alidai kuwa na maono ya Bikira Maria takriban mara 18, na maono haya yalipelekea kuanzishwa kwa eneo la hija la Lod Balo linajulikana kwa maji yake yanayodaiwa kuwa na uwezo wa kuponya magonjwa. Bernard alifariki mnamo mwaka 1879 kutokana na ugonjwa wa kifua kikuu. Miaka 30 baada ya kifo chake, Kanisa Katoliki liliamuru ufukuaji wa mwili wake kwa ajili ya mchakato wa kutangazwa mtakatifu, lakini cha kushangaza sana, mwili wake ulikuwa haujaoza, ngozi yake ikiwa bado ina unyevu unyevu na nyororo sana. Mwili wake ulifukuliwa mara tatu, yani mwaka 199, mwaka 1919 na mwaka 1925, na, na kila mara ulibaki katika hali nzuri sana. Kwa sasa mwili wake umehifadhiwa katika kanisa la St Gaidard huko Nevers nchini Ufaransa ukiwa katika jeneza la kioo. Mtu wa pili ni mtakatifu Pio wa Pietresina wa Italia. Padre Pio alizaliwa mnamo mwaka 1887 na alikuwa kuhani wa Kikatoliki wa shirika la Franciscan wa Capuchin. Alijulikana kwa kuwa na alama za mateso ya Kristo stigmata mikononi mwake, miguuni na ubavuni kwa miaka zaidi ya hamsini. Alikuwa na sifa ya kufanya miujiza, kusoma mawazo ya watu na kuponya wagonjwa kwa njia za ajabu sana. Baada ya kifo chake mwaka 1968 mwili wake ulifukuliwa mnamo mwaka 2008 na kugundulika kuwa sehemu kubwa bado ilikuwa katika hali nzuri. Uso wake ulihifadhiwa vizuri na umewekwa katika kaburi la kioo katika eneo la hija la San Giovanni Rotondo huko nchini Italia. Na mtu wa tatu alikuwa ni mtakatifu Zita. Zita alikuwa msichana wa familia maskini sana aliyeanza kufanya kazi kama mtumishi wa nyumbani akiwa na umri wa miaka kumi na mbili licha ya mateso na dharau alizopitia aliendelea kuwa mnyenyekevu na mwenye huruma kwa maskini alikuja kuheshimiwa na familia yake ya waajiri kwa wema wake mkubwa aliyokuwa akiuonyesha miaka mia tatu baada ya kifo chake mwili wake ulifukuliwa na kugundulika kuwa haujaoza kabisa hadi sasa mwili wake umehifadhiwa katika kanisa la San Frediano huko Luca nchini Italia ambapo unatembelewa na mahujaji wengi sana. Hebu vuta picha, inapita miaka zaidi ya mia mbili, lakini mwili unakutwa bado haujaoza. Hakika haya ni maajabu makubwa sana. Mtu wa nne ni Venerable Maria da Jesus. Maria alikuwa mtawa wa Kifrancisco aliyedai kuwa na uwezo wa kuwepo mahali tofauti bila kusafiri kwa njia ya maono. Alisema kuwa alihubiri kwa Wahindi wa Marekani bila kuondoka Hispania, jambo lililothibitishwa na mashahidi kutoka bara la Amerika. Mwili wake ulifukuliwa miaka mingi baada ya kifo chake na ulionekana ukiwa bado mzima na haukuoza kabisa. Hadi hivi leo, mwili wake umehifadhiwa katika monasteri ya Agreda huko nchini Uhispania. Mtu wa tano ni Dashi Dozo Tigilov kutoka nchini Urusi. Tigilov alikuwa kiongozi wa dini ya Kibudha nchini Urusi, na kabla ya kifo chake alionya wanafunzi wake kuwa atakufa kwa kutafakari, kwa maana ya meditation, na akaagiza mwili wake ufukuliwe miaka kadhaa baadaye. Na kweli miaka 75 baada ya kifo chake mwili wake ulifukuliwa na kugundulika kuwa haujao hata hivi leo mwili wake umehifadhiwa katika hekalu la kibudha huko Ulan Ude nchini Urusi, na watafiti wameshindwa kuelezea hali yake ya kuhifadhiwa bila kuwepo kwa kemikali yoyote ile. Mtu wa mwisho ni mtakatifu John Vianney kutoka nchini Ufaransa. John Vianney alikuwa kasisi wa kijiji cha Ars kutoka Ufaransa, ambaye alijulikana kwa kujitolea kwake katika huduma ya maungamo na maisha ya kujinyima alifanikisha mabadiliko makubwa katika jamii yake kwa kuwahimiza waumini kuishi maisha ya matakatifu. Baada ya kifo chake mwaka 1859, mwili wake ulipatikana ukiwa haujaoza, na sasa umehifadhiwa katika kanisa la Ars lililoko nchini Ufaransa. Na uso wake umekuwa umefunikwa na maski ya nta ili kuulinda zaidi. Sasa, ni kwa nini miili hii oza licha ya vifo vyao kutokea kwa muda mrefu uliopita. Hili ni swali ambalo, na hakika, ndugu msikilizaji, hata wewe bado unajiuliza hivyo. Haya ni maelezo kadhaa yanayoelezea kwa nini baadhi ya watu miili yao haiozi. Inasemekana uwepo wa baridi kali au hali ya unyevu unyevu mdogo inaweza kuchelewesha kuoza kwa mwili, na pia udongo wenye chumvi nyingi au tindikali chache unaweza kusaidia mwili kutoharibika haraka. Lakini baadhi ya watawa walifuata mlo wa mboga na maisha ya kujinyima, jambo linaloweza kuwa na athari kwa kuhifadhi mwili wao baada ya kifo. Na baadhi ya miili inaweza kuwa na hali ya asili ya kudhibiti bakteria wanaosababisha mwili kuoza. Na katika imani za Kikatoliki na Kibudha, baadhi ya miili isiyooza huonekana kama alama ya utakatifu. Miili isiyoharibika ya watu hawa inatia shauku na maswali yasiyokwisha kujiuliza. Ingawa baadhi wanahusisha hali hii na maajabu ya kiroho, wanasayansi wanajaribu kuelewa mazingira na vigezo vinavyoweza kuelezea hali hii ya kipekee. Wakati mwingine hali hizi za kushangaza hutufundisha zaidi kuhusu imani, siri za maisha na nguvu za asili ambazo bado hazijaeleweka kikamilifu Milifu. Hata hivyo, miili hii inakumbusha ulimwengu ya kwamba wakati wa kifo unaweza kuwa mwanzo wa hadithi mpya za maisha, ambapo imani, sayansi na historia vinashirikiana kuleta majibu kwa maswali ya zamani. Tunapozungumzia maisha na kifo, tunagundua kuwa kwa baadhi ya watu hadisi zao haziishi kamwe, zinaishi milele kama ilivyo kwa miili yao. Na mpaka hapa, Sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza.